Sura ya 8 aya ya hamsini na moja hadi hamsini na tisa Yesu aliwaambia Wayahudi, amini amini inawaambia, mtu akilishika neno langu hata hataona mauti milele. Basi Wayahudi wakamwambia, sasa tumeng'amua ya kuwa unapepo Ibrahimu amekufa na manabii wameku nawe wasema mtu akilishika neno lako hata unza mauti milele. wewe umpu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa, nao manabii wamekufa; wajifanya huu nani? Yesu akajibu, nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. anitukuzaye ni Baba yangu ambaye ninyi mwanena kuwa ni Mungu, wala ninyi hamku lakini mimi namjua. Nikisema ya kwamba simjui, nitakuwa mwongo kama ninyi, lakini namjua na neno lake lashika. Ibrahimu baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu, naye akaiona akafurahi. Basi Wayahudi wakamwambia, wewe hujapata bado miaka hamsini, Nao amemwona Ibrahimu? Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asija kuwako mimi i <coughs> Basi wakaokota mawe ili wamtupie, lakini Yesu akajificha akatoka hekalu. Neno la Bwana. Nimekwisha toa tafakari mwanzoni, lakini neno moja tu ambalo nimetaka tuendelee kulikumbuka kila mara, nasema kanisa ya Mungu hapa atarevi na neno la Mungu havipingani, ni kitu kile kile, ni Yesu yule yule. Yesu yule yule ambaye alisema hiki ni chakula kilichoshuka kutoka mbinguni, mtu akila chakula hiki atakuwa na uzima wa milele. Ndio Yesu huyo huyo anatuambia, amini amini nawaambia mtu akilishika neno langu hataona mauti hata milele. Kwa hiyo tusije tukatofautisha tuka ekaristi takatifu na neno la Mungu mwenyewe. Neno la Mungu liko kwenye kitabu, ekaristi takatifu iko katika mkate ule ambao tunauona pale, tusije <coughs> tukatumia vitu viwili tofauti. Kiishi neno la Mungu kiaminifu, ni wazi kwamba utaipenda ekaristi takatifu, utaiheshimu, utaiabudu. Kiipenda ekaristi takatifu kweli, ni wazi kwamba utalipenda neno la Mungu. Lakini katika tafakari yako, niliwauliza kila mmoja wetu ajiulize, ile shauku tuliokuwa nayo wakati tulipopokea ekaristi kwa mara ya kwanza, bado tunayo mpaka leo? ile furaha tuliokuwa nayo nilipopokea Ekaristi siku ya kwanza, bado tunayo? Bado iko vile vile au imepungua? Kristo, ile furaha tuliokuwa nayo tulikwenda kupata komunyo ya kwanza, bado iko vile vile ama imepungua? Imepungua nini? Inaipunguza? <coughs> Naam. Lakini Yesu amebadilika? Yesu uliyempokea siku nakwenda kupata Ekaristi mara ya kwanza ndeoiya alikuwa mwingine? Sio kwamba saa hizi ndiyo ulipaswa uipende zaidi, kwa sababu umezidi kumfahamu Yesu. Maana ulipopata Ekaristi au Komunyo ya kwanza ulikuwa bado mdogo, ulikuwa bado hufahamu mambo mengi. Sasa hivi unafahamu mambo mengi zaidi kuliko mwanzo si kwamba ndio ungepaswa au tungepaswa kumpenda Yesu zaidi kuliko mwazi. Na kama tutampenda Yesu katika tuta sakramenti ya Ekaristi takatifu, ni wazi kwamba tutaishi vizuri katika maisha yetu. Hakuna mtu anayempenda Ekaristi takatifu halafu akaishi vibaya. Sasa sema tunaamini huwezi kuwa unaipenda Ekaristi Takatifu wakati huo ukawa mkatifu kama uko hivyo, maana yake haujui hata Ekaristi Takatifu ni kitu gani? Kwa sababu kama Ekaristi Takatifu ni Yesu mwenyewe ambaye tunampokea anakaa ndani mwetu, na sisi nakaa ndani mwake, kwa hiyo ni dhahiri kabisa, lazima atuelekeze katika kutenda yaliyo mema lazima tuelekeze kutenda yale yanayompendeza Mungu, lazima tuelekeze kutenda yaliyo haki na ya kweli, lazima tuelekeze kuwapenda watu wote bila ubaguzi. Kama una ubaguzi katika mapendo, maana yake Ekaristi takatifu kwako haina maana sana, tunaipokea kwa mazoea Ndivyo ilivyo kwa sababu, haiwezekani kwamba unampenda Yesu akae ndani mwako nawe ndani yake, alafu wakati huo kuna watu unawachukia, wakati huo unamtendea mwenzako vibaya, wakati huo huo utaki kumwona fulani. Haiwezekani. Hiyo ni contradiction, iko ni kujichanganya na kupotea kabisa hiyo basi, ndugu zangu, tunapokuwa mbele ya Yesu katika kipindi cha Paresma, kile ambacho tunaalikwa kurudi tena na kutenda hiyo mema, kurudi na kutenda anayompendeza Mungu. Tumwombe Yesu atujaze neema zake ambazo daima zinatuelekeza kutenda anaompendeza Mungu. Tumwombe Yesu akae alimwetu, tudumu na sisi kukaa namwako, tutadumu kwa njia hiyo, ndipo tutakuwa tumepokea. Tukiwa na imani thabiti, tuendelee kumwomba mungu katika lile ambalo tumealikwa na kanisa katika kipindi hiki, tudumu na kusimama imara katika imani, hasa imani ya kumsadiki Yesu katika sakramenti ya Ekaristi, ambao nimesema wengi wamechoka, wengi yawa ithamini tena wengi wanaona ni ya kawaida, wengi wanaona ni mazoea, lakini Yesu hajabadilika. Yesu hajabadilika na wala hatabadilika mpaka mwisho wa nyakati. Kwayo tusije tukasema kwa sababu mali moja yalibadilika basi na mambo ya sakramenti yanabadilika. Sakramenti alizotokea Yesu Kristu ziko vile vile haziendi na wakati kama tunavyopenda na wakati na mambo mengine ya kidunia, zitabakia vile vile mpaka mwisho wa dunia. Tuzijongee sakramenti hizi, hasa kitubio na Ekaristi takatifu. Na wale wanaendelea kuishi bila ndoa ake hawataki sakramenti ya ndoa, kanaishi mwanaume na mwanamke mwana bila ndoa. Iingia kuandikisha watoto wa kubatiza pale kafusini, watu takribani ka watoto thelathini na tano, katika hao wenye ndoa ni kama watano tu, lakini hawana ndoa. Tunamshukuru Mungu, baadhi wamevutwa na kushawishika kwa kuandikisha ndogo, mpaka sasa wameshajiandikisha yeah, tano wameamua kufanya maamuzi magumu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu, walau hata wanabadilika bara, lakini wengine wanaendelea kumiang'ania tu, wamesema wanaendelea kujipanga, wana watoto tayari watatu, wanajipanga watoto wawili wanajipanga. Tuendelee kuwaombea lakini pia tuendelee kuwashawishi na kuwasiki, maana hawapokei Ekaristi Takatifu, hawaungami. Nawauliza kila anayekuja pale, namuuliza una mkataba na Mungu? Unajua siku na saa utakapokutana na Mwana wa Adamu? Mambo haya watu wanachukulia ya kawaida, lakini yanatokea kila kukicha. Kila mwana wa Adam, siku na saa usiojua, unakuwa katika hali gani, ujaungamaami zako, ujapokea Ekaristi takatifu, ambacho ni chakula cha uzima, ambacho Yesu alituambia, kila chakula hiki au kila mwili wangu ujapokuwa, utakuwa umekufa, utakuwa unaishi. Sasa wale ambao wapokei, okay, wakifa inakuwaje? Maana yake hawaishi tena. Yesu hatudangani wala hatutishi. Tukisikia maneno yayo tunaona ni ya kawaida kabisa, sababu tumezoea kuyasikia, lakini tuendelee kuwashawishi na kuwasihi hawa wanaoishi wakate shauri na kurudi. Tunapoambiwa katika kipindi hiki turudi, ni pamoja na kuacha kuishi uchumba suku, kuacha kuishi mwanamke na mwanamume naalalisha kwamba na, na wengi ambao wamekuja pale kuandikisha watoto waubatizwa. Kila mmoja ukimuuliza, huyu mwenzako ni nani? Anasema mume wangu. Ule mwanaume akimpigia simu fulani, amekuja hapa ofisini, unamfahamu? Ndio. Ni nani kwako? Ni mke wangu. Mke wako na umeoa lini? Mefunga lini? ndogo Ha, mitahari, wa bomba, hata hatako mtaani watu wamalalisha, wanasema mke wa fulani. Shida ni kwamba hata ninyi ambao mna ndoa zenu, mtu anaishi chumba sugu, mnasema ni mke wa fulani, kwa hiyo mnamwalalishia, kumbe yule ni mke wako sio mke, hana mke wala hana mume. Kwa hiyo majirani ndio mnawalalisha na ninyi wa Katoliki mnawalalisha na mwita, eti mke wa fulani Upaswa kumuita mke wa fulani, ita mchumba wa fulani, mchumba sugu wa fulani. Eh, muite hivyo. Muite mchumba sugu wa fulani. Ukikutana na mwanako, mume wako na mwanake, nimemwona mchumba sugu wako mahali fulani. Usimwambie nimemwona mke wako. Ukimwambia umemwona mke wako, malaika wanasita kubariki kwamba kashaa kwa mke. Ukikutana na mwanamke mwambie nimeona mchumba sugu wako mahali fulani, ambao ni mume wako. Yeye anamwita ni mume, anasema ni mume wake. Ndio utakuta basi, na sisi tunachangia kuhalalisha mambo haya huko mitaani. Tungekuwa tunawaita hivyo tangu mwanzo, wangebadilisha. Kwa vile tumehalalisha, tunawaita mke na mume, yeye anaona ni sawa, aini mke wangu kila mmoja unayempigia simu fulani alikuja kwa ofisini kuchukua fomu, unamfahamu? Unamfahamu? Ndio. Ni nani kwako? Mke wangu. Nani alikwambia ni mke wako? Basi ndugu zangu, tuendelee kuwasaidia, tuendelee bado, kuna siku zimebakia chache, waomba viongozi wa dunia tusaidiane, tushirikiane keneku kuwashawishi watu waje kufunga ndoa. Ni kiongozi mmoja tu wa jumuia ameleta, ameleta watu wake, hakuna mwingine aliyekuja, wengine ni wale waliokuja tu peke yao. Ni kiongozi mmoja tu wa jumuia ameleta watu, jamani, hawa nimewaleta waje kuandikisha ndoa. Ni viongozi wengine sijui hata kama wanazungumzia huko jumuia. Basi tujitahidi wote tusaidiane kuwasaidia wa watu ili watoke huko walipo, watoke katika giza waingie katika nuru. Tunaona ni kawaida lakini wako katika giza nene. Tumwombe bwana wetu Yesu Kristo ambaye iko nasi katika sakramenti hii awaguse kwa namna ya pekee waweze kubadilika na kujongea katika hatari ya Bwana, waunganishwe na sakramenti hiyo ya ndoa waweze kuendelea kushiriki mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo katika Ekaristi takatifu yake ili mwisho wa safari ya maisha yao ya hapa duniani waweze kuwa na uzima wa mbele mbinguni.